Safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha mithali inatuleta leo katikati ya sura ya ishirini na mbili na mwanzo wa sehemu mpya inayorejelewa hapa katika mstari wa kumi na saba kama maneno ya wenye hekima. Kwa kweli, haya siyo tu maneno ya wenye hekima, bali pia ni neno kwa wenye hekima. Naam, maneno ya wenye hekima ni msemo tunaotumia leo tunapotoa ushauri kwa watu ambao wako tayari kusikiliza. Naam, hapa chini katika mstari wa ishirini tunaambiwa kwamba sehemu hii ina misemo thelathini ya ushauri na maarifa. Sasa, sehemu hii itatupeleka hadi sura ya ishirini na nne na mstari wa ishirini na mbili, ambapo misemo zaidi ya wenye hekima inaongezwa kwenye mistari ya mwisho ya sura ya ishirini na nne. Sasa, inaonekana kwamba midhali hizi ziliandikwa na a na watu wa ziada, lakini a zilikusanywa na Sulemani. Ilikuwa ni shauku yake Kukusanya mithali hizi. Unajua baadhi ya watu wana shauku ya kukusanya stempu au sarafu. Eh, watu wanajulikana kukusanya penseli, vitambaa eh, vya karatasi. Nilisoma hata kuhusu mwanamke ambaye alikuwa na mkusanyiko wa zaidi ya sabuni elfu tano, na mwanamume ambaye alikuwa amekusanya zaidi ya mswaki elfu moja. Sikuweza kujizuia kufikiria hana kisingizio cha kupata jino lenye shimo. Kuna makusanyo mengi huko nje sasa makusanyo hayo yanaweza kuweka mikono yako safi na meno yako meupe lakini hayawezi kukupa moyo wenye hekima haya mkusanyiko huu wa midhali utaweza solomoni anaandika hapa katika mstari wa 17 tega sikio lako na usikie maneno ya wenye hekima na uweke moyo wako kwenye maarifa yangu sasa solomoni anatoa ahadi hapa katika mstari wa 18 na kwa maana itakuwa ya kupendeza ikiwa utayahifadhi ndani yako ikiwa yote yatakuwa tayari kwenye midomo yako Kifungu hicho cha Kiebrania kinasomeka moja kwa moja, ikiwa utayahifadhi tumboni mwako na kuyafunga kwenye midomo yako. Sasa maneno haya kwa wenye hekima hayatuarifu tu, bali yanatubadilisha kweli. Hayakutolewa ili kutufanya tuwe na akili zaidi, yalitolewa ili kutufanya tuwe na hekima zaidi. Sasa hapa chini katika mstari wa ishirini na nane wa mithali sura ya 22, tuna onyo hili: usiondoe alama ya zamani ambayo baba zako wameweka. Kwa maneno mengine, husiondoe alama ya mpaka. Nyuma katika siku za kale, watu walikuwa wakitambulisha mipaka ya mali zao kwa mawe kutoka kwenye mashamba yao. Inaonekana ilikuwa kawaida kwa watu kuingia kwa siri mahali fulani na kuhamisha mawe hayo, labda kidogo kidogo kwa muda mrefu. Kweli, hii ni sawa na kuiba mali ya mtu. Ilikuwa imekatazwa katika sheria nyuma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 27 kwa hivyo Mungu kimsingi anatetea umiliki binafsi, haki ya kumiliki mali binafsi ya kibinafsi. Sasa hapa katika sura ya ishirini na tatu tunapewa onyo katika mstari wa kumi kuhusu kuiba mali kutoka kwa yatima. Mungu anachukulia kuchukua faida ya watu kama hao walio katika mazingira magumu kuwa ni uhalifu mkubwa sana. Maandiko mengine yanasisitiza kulinda watu kama wajane na yatima pamoja na wale wasio na Baba. hii ingejumuisha watoto wanaokuwa na mama mmoja na acha nikwambie wao ni wasiwasi maalum kwa mungu wao ni wanyonge na wafuasi wa mungu wanapaswa kuzingatia mahitaji yao kwa umakini maalum sasa hapa katika mithali sura ya 23 na, na aya ya 4, tunakutana na um. mithali inayochanganya kidogo inayosema usijisumbue upata utajiri kuwa na busara ya kutosha kuacha kweli kwa mtazamo wa kwanza, hii inaonekana kupingana na mithali mingine inayohimiza kazi ngumu na kupata utajiri, ambayo si dhambi. Solomoni aliandika nyuma katika sura ya kumi na mbili aya ya ishirini na saba mtu mwenye bidii atapata utajiri wa thamani kweli. Hii siyo kupingana na hiyo hata kidogo. Ni jambo moja kufanya kazi kwa bidii na kupokea malipo, ni jambo lingine hata hivyo kuweka maisha yako kwenye malipo hayo, kufuatilia utajiri, kujichosha, kupanda ngazi, hiyo kwa hatua moja zaidi. Kwa kusema hivyo, Mithali ishirini na tatu aya ya nne hapa inazungumzia aina hiyo ya kufuatilia, kujikita katika upata utajiri kwa njia kunafanya maisha yako kuwa tupu ya utimilifu, na hiyo ni kwa sababu utawahi kuwa tajiri vya kutosha kwa kweli Sulemani anaandika hapa katika aya ya tano kwamba utajiri wako utachipua mabawa na kuruka mbali siku moja. Hilo hivi karibuni litatoweka. Nimesikia ikisemwa kwamba hujawahi kuona gari la jeneza likivuta uhaul. Tunaviacha vyote nyuma. Sasa Midhali sura ya 24 inaanza hapa katika aya ya kwanza wa kurekodi, usiwaonee wivu watu waovu, wala usitamani kuwa nao kweli kwa maneno ya vitendo, usiwafanye marafiki zako wa karibu, usizunguke kwenye kabati lao, lo, usifanye usining'inie kwenye kona ambapo wamesimama, usiwape nafasi ya kuathiri maisha yako. Sawa sawa. Kwa nini? Aya ya 19 inaeleza wazi, usiwaone wivu waovu, kwa kuwa mtu mwovu hana mustakabali. Wanaweza kuonekana kama wana mustakabali, lakini unahitaji tu kuangalia kidogo zaidi mbele wanaweza kuwa na viti vizuri zaidi na mito laini, lakini angalia kidogo zaidi, wanakaa kwenye staha ya the Titanic. Hawana mustakabali, matumaini au furaha. Lakini hapa kuna tofauti kwa muumini. Katika sura ya ishirini na tatu na aya ya kumi na nane Sulemani anaandika hakika kuna mustakabali kwako na matumaini yako hayatatoweka. Unajua, unaweza kuwa na benchi gumu la kukalia leo hakuna mto, na unaweza kuwa na mtazamo mbaya, lakini angalia kidogo zaidi, unakoelekea ni wapi? Kwa nchi ya ahadi ya raha safi na nzuri milele. Sasa tunapewa baadhi ya maonyo hapa kuhusu kula kupita kiasi na vinywaji vya pombe. Unaweza usipende sehemu hii maalum, lakini haya bado ni maneno kwa wenye busara. Kwa hivyo kwa moyo wazi tusome hapa katika sura ya 23 aya ya pili, weka kisu kwenye koo lako ikiwa unashawishiwa na hamu ya kula. Hiyo ni njia kali ya kusema acha kula kupita kiasi, usichukue kitindamlo hicho. Naam, bila shaka watu wengi duniani leo hawana chakula cha kutosha, lakini kuna wengine wetu, ningesema, ambao hawawezi kuonekana kupata chakula cha kutosha. Kwa kweli, mara nyingi hatuna njaa lakini tunakula naam. Hekima inatualika kuchukua udhibiti wa kibinafsi kwa uzito katika suala hili pia. Sasa hapa katika mistari saba ya mwisho ya sura ya ishirini na tatu Biblia inatuelezea hatari ya pombe. Mwandishi anauliza hapa, nani ana huzuni, majonzi, ugomvi, malalamiko, majeraha? nani ana macho mekundu? Naam, jibu linatolewa hapa wale wanaokawia sana kwenye divai. Na unaweza kusema basi, sawa, sitakawia sana kwenye divai, lakini mstari wa thelathini na moja unaendelea kuonya hivi, usiangalie divai inapokuwa nyekundu, inapong'aa kwenye kikombe na kushuka kwa urahisi. Unaona, hii ni vejeleo wa kinywaji chenye nguvu, na kwa kweli hii ni aina ya kinywaji ambacho unaweza kuwa unakinunua dukani leo. Unaona, divai ya leo ni sawa na kinywaji chenye nguvu ambacho kimekatazwa hapa. Kwa nini? Mstari wa thelathini na mbili unaelezea nguvu yake hatari: mwisho wake huuma kama nyoka na kuuma kama firauni. Macho yako yataona mambo ya ajabu na moyo wako utasema mambo ya upotovu. Ukiweka kwa njia nyingine, anasema huwezi kuona vizuri, huwezi kutembea vizuri, na huwezi kufikiri vizuri. Kwa kweli hii si picha nzuri sana, sivyo? Aina hii ya picha haitamalizika kwa njia ya tangazo la bia au tangazo la divai kwenye televisheni ambapo ni furaha tu na tabasamu na nyakati nzuri, lakini hapa kuna ukweli. Katika mstari wa 34 utakuwa kama mtu anayelala katikati ya bahari, kama mtu anayelala juu ya mlingoti. Kwa maneno mengine, unayumba kila mahali. Sasa kwa nini maonyo yote haya kuhusu ulevi na ulafi? Kweli tunahitaji kutambua matatizo yanayohusiana nayo. Pombe imeharibu maisha zaidi, imechukua maisha zaidi kuliko kitu kingine chochote kinachouzwa bila agizo la daktari, na isipokuwa inatoka kwa daktari wetu ambaye anatuambia kuhusu matatizo na hatari kwa afya yetu ambayo yanaweza kutokea katika maisha yetu, mara chache tunapewa onyo kuhusu ulafi. Je, umewahi kufikiria kwamba Sulemani anaweka ulafi na pombe katika kundi moja la onyo? Kweli hiyo ni kwa sababu zote mbili ni hatari sawa, na zote mbili ni halali kwa namna fulani, na na zote mbili zinaweza kuharibu maisha yetu. Kwa hiyo, miaka elfu tatu iliyopita Sulemani alikuwa anakusanya baadhi ya maonyo. Ni muhimu sana, yanatumika leo kama yalivyokuwa wakati huo. Uh, maumivu mengi ya moyo yangeweza kuepukwa kama tungeweza kusikiliza maneno haya ya hekima na kuyafuata leo. Tusijaribu kuona jinsi tunavyoweza kukaribia mstari, tuzingatie maonyo haya kwa umakini. Mimi binafsi nitakuambia, sitahifadhi nyoka kwenye kabati langu, na, na nitapambana na ulafi kama mtego hatari pia.